Mlango wa tatu. Hamadi alipanga chumba cha bei rahisi Sinza. Ni nyumba ya vyumba vitatu, haikuwa na kitu cha kushangaza, mpaka mwenye nyumba alipomwonyesha milango ya ndani. Mlango wa kwanza ulikuwa jikoni, wa pili chooni, kisha akasita, akashika kitasa cha mlango wa tatu kwa vidole viwili tu, kana kwamba anauogopa, na akamwambia, mlango huu usifungue hata siku moja, hata kwa bahati mbaya. Hamadi akacheka kwa mzaha, kuna nini humo? Mwenye nyumba akamwangalia kwa macho aliyoka huko usingizi, utaishi vizuri ukiacha milango inayopaswa kufungwa ikiwa imebaki imefungwa. Usiku wa kwanza mambo yote alikuwa kawaida, alipika, akasikiliza mziki, akalala pia. Lakini usiku wa pili mvua iliponyesha, alisikia kama mshindo kidogo kwenye mlango wa tatu kama mtu anatembea ndani ya chumba kisichopaswa kuwa na mtu. Akasema moyoni, labda panya, sina haja ya kuingilia mambo ya mwajiri wangu. Lakini siku ya tatu majira ya saa nane usiku, Hamadi aliamshwa na kitu cha ajabu zaidi. Mlango wa tatu ulikuwa umefunguka kidogo, kama mtu aliyefungua kwa nusu ili aone nje bila kuonekana. Hamadi akasogea taratibu, akauliza kuna mtu? Hakujibiwa. Akapiga hatua moja mbele ndani ya mlango, palionekana kama giza lenye kina kirefu kupita kawaida, kama shimo la pumzi ya mtu aliyeoga gizani. Akaamua kuangalia kwa kutumia tochi ya simu, ndipo hapo moyo wake ukasimama. Ndani ya ule mlango kulikuwa na chumba kinachofanana na chake kabisa: kitanda kile kile, kabati lile lile, nguo zile zile, mpaka kikombe alichoacha mezani. Ila kulikuwa na tofauti moja tu. Anayelala kwenye kitanda kile alikuwa yeye mwenyewe, sura ile ile, mavazi yale yale aliyovaa jana. Kitu cha ajabu zaidi, yule Hamadi wa ndani alikuwa amelala usingizi mzito, lakini uso wake ulikuwa umeinama upande ambao Hamadi mwenyewe amesimama. Kabla hajapiga kelele au kukimbia, yule mtu aliyelala akafungua macho polepole pole. hakuna kulala nusu macho, hakuna kushtuka alifungua macho kana kwamba alikuwa anasubiri, kisha akasema kwa sauti laini isiyo yake lakini sauti inayomfahamu, nilijua siku moja utakuja kuniangalia lakini sasa ni nani kati yetu anatakiwa kuishi humo? Mlango ukafungwa ghafla kwa kishindo, taa za nyumba zikapiga mgurumo kama kuungua, kisha kimya kikatawala. Mwenye nyumba aliporudi kesho yake asubuhi, alikuta chumba kikiwa kitupu mlango wa tatu ukiwa umefungwa lakini viatu vya Hamadi vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mpya, kama mtu aliyeingia kutoka ndani ya mlango, si kutoka nje. Na huo ndio ukawa mwisho wa Hamadi. Tuambie, ungekuwa wewe, ungefungua mlango ama ungeacha mambo ya mwenye nyumba na nyumba yake?